Tunayo changamoto ya uwepo wa madeni ya wateja wa malipo ya baada, kwa maana wateja wakubwa na wateja wa kati, ambayo tumeona ni vema tukitumia fursa hii kuweza kuwakumbusha na kuwahamasisha wateja wetu wote kwenye maeneo yote nchi nzima kulipa uh, umeme kwa bili zao kwa hiari, kwa sababu kumekuwa na limbikizo la madeni ambayo kwa sisi kama shirika yanatupa changamoto kwenye kuendesha shughuli zetu. Kwa hivyo, tukaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwakumbusha wateja wa malipo ya baada kuweza kulipa bili zao za ankara za umeme. Zoezi hili litakwenda sambamba na msamaha wa riba. Kwa hivyo, tumefungua uh, milango TANESCO kwa ajili ya kuzungumza na wateja lakini pia tunawapa fursa ya kuja ofisi TANESCO kwa lengo la kuweka mpango mezani ambao utasaidia kuhakikisha kwamba madeni hayo yanalipwa kwa msamaha wa riba kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana nao. Katika kampeni yetu hii inawahusu pia wale ambao wana, ni wateja wa malipo ya kabla, kwa maana ya mita za luku. Kuna wateja ambao walibadilishiwaga mita za zamani uh, wakiwa na madeni na yakahamishiwa katika mita za luku. Sasa pia tumeona kuna kusuasua kwa wateja kulipa kununua umeme ili kuhakikisha kwamba wanalipa zi, yale madeni ya zamani ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo tukasema pia ni wakati wa kuwakumbusha uh, wateja wa kundi hili kuweza kuendelea kununua umeme ili kulipa madeni yao ya nyuma ambayo walikuwa nayo. Lakini katika kipindi cha kampeni hii pia tutakwenda sambamba na zoezi la ukaguzi wa mita za LUKU. Zoezi hili litafanywa kwa wateja wa kawaida na katika eneo hili tutakuwa tukiangalia, tukifanya ukaguzi kuangalia mita ambazo hazifanyi kazi vizuri au zimeishi kwa muda mrefu na hivyo zinapelekea upotevu wa mapato. Lakini pia katika eneo hili kuna kundi la wateja baadhi ambao sio waaminifu, wamekuwa na tabia ya kuchezea mita. Kwa hiyo zoezi hili pia litawahusu wao, kwa lengo la kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wale ambao watakuwa walikuwa na bypass umeme, lakini e, vile vile kuhakikisha kwamba mita za wateja wetu wote za luku zinafanya kazi vizuri. Sasa kama nilivyosema um, zoezi hili linakwenda katika maeneo mawili. Kampeni hii itahusu pia upande wa ulinzi wa miundombinu, kama ambao mmekuwa mkishuhudia na kuona katika vyombo mbalimbali uh, vya habari kwamba kumekuwa na changamoto ya uh, uharibifu au wizi wa miundombinu ya umeme, na kwa sisi kama shirika pia tumekuwa tukipata athari katika eneo hilo, hasa kwenye wizi wa uh, transformer na kwa takwimu ndogo tu za kuanzia kipindi cha Juni 2024 mpaka Disemba 2024 tumepata takriban kesi 63 za uharibifu na wizi wa miundombinu ambazo uh, zimetupa hasara kwenye shirika kwa takriban milioni mia saba na sabini. Sasa uh, tukaona pia ni wakati mzuri tuwashirikishe wananchi kwa kuwaelimisha umuhimu wa kulinda miundombinu hii ili tuendelee kuweza kuwahudumia na kampeni hii pia tutakuwa tukipita kutoa elimu hiyo kwamba wasiogope, wanaposikia au kujua kuna njama zozote za kuweza uh, kuharibu miundombinu ya TANESCO, watoe taarifa na tutawapa ushirikiano uh, ili tuweze kuhakikisha kwamba changamoto hii tunaipoteza kabisa. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa nakfat namba reg mkwaju ane mkwaju 29 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia. Kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.